Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mzee wangu Ismail Mboya. Inshallah, natumai mzima. Pole kwa machofu ya safari, najua ukiwa na safari hizo za kwenda west na kurudi huwa taabani taabani sana. Allah akufanyie tahfifu inshallah. Ah, tangu tuzungumze juzi, mimi nasisitize mambo ya mashujaa de lakini hajapata nguvu hajapata msukumo msukumo atakaingia kama mtu kama wewe ueleze, tena ueleze kwa machungu, ndio, ndio ziingie katika nyoyo za watu, lakini ukieleza kama kihabari habari itachukuliwa very simple. Sasa hivi grupu imechacha, nimetia mkazo sana hili jambo, lazima tulifanye na tulifanye kisawasawa. Kwa hiyo naomba tafadhali, wakati wako muhimu sana tuwe na hii fikra pia katika background ya vichwa vyetu kwamba tutafutane wazee ambao wana hadhi katika mji wanaoheshimika, ukiwemo wewe, alafu uongoze, ili baraza hili la wazee litakalofunguliwa ambalo kwa njia moja ama nyingine, tuwe na uhakika kwamba hawatobwagwa na matajiri. Tufanye mipango tuwapitie matajiri mmoja mmoja, kuonana nao uso kwa macho, tuwaeleze jambo lililotukabili la mashujaa wetu. Hili ni jambo la msingi, haswa kwa wadhamini wetu, matajiri wetu. Tupange mipango mizuri, tukiifanya ifane kushinda hizo wanazozifanya huko sehemu za bara, wanazowafanyia watu, iwe mashujaa wetu wamepata hadhi kubwa zaidi kwa sababu walikuwa ni zaidi ya wao. Kwa hiyo bwana, kwa hisani yako nasisitiza bwana, muda usitupite sana. Napenda tuwasiliane, napenda grupu ichemshwe chemshwe, mambo yaende vizuri. Shukran bratha Bashad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al nafurahi sana kusikia sauti yako na mimi nashukuru, alhamdulillah, nimeregea Mombasa Leo na siku mbili kutoka niregee, lakini kwa kuwa kuna uchovu sijaweza kutoka. Nilitoka kidogo tu na kwa hivyo nimejipumzisha, pengine leo kesho nitakuwa nime, nimeinuka. Kwa hakika nimetizama hiyo uh, mall vile uh, ulivyoanza pale uh, na nimeona upande ule huwezi kuchangia mpaka iwe wewe ni katika administration, na mimi sio administrator. Kwa hivyo nimeona nizungumza na wewe hapa, ni kueleze machache niliyo nayo, pengine kisha unaweza ukashare haya na wenzetu. Kwa hakika mimi nina historia ambayo ninayo kuhusu uhusiano wangu na Mwenge Football Club ambayo ilikuwa ikitwa Liverpool, kutoka mimi ni mdogo niko bara, kabla sijaja pwani na holiday zangu zote nikizichukua huku, mpaka nilipojaliwa 69 nikitoka Kenyatta College, kapata nafasi kajiunga na East African Cargo Handling Service. Nilikuwa na uhusiano mzuri sana na marehemu Juma Boy kupita kwa mzee wangu ikapelekana nafasi nikaja huku. Lakini haya ni historia, itapata siku yake ya kuzungumzwa. Mimi nimekuwa sekretari, nime assistant sekretari, Potoka, sekretari marehemu, uh, uh, wa Mwenge uh, wa Muhammad Azharmi alipotoka nikawa sekretari wa marehemu Faisal, akiwa sekretari wetu nikiwa assistant sekretari wake, baadaye nikawa sekretari chini ya uh, kwanza chini ya Umar Tafi kisha Abdullah Hafidh na kuna mengi ya kuzungumzwa, lakini hapa sipande paki kama ulivyosema. Mimi nafurahi sana changamoto, watu wamezungumza sana, watu wazungumzi habari ya, ya wa mpira ilivyozorota. Lakini turudi nyuma tutizame madhumuni yako kwanza ilikuwa nini. Madhumuni yako kwanza ilikuwa ni kuwa wenzetu wanatunukiwa kama mashujaa na wewe ukaonelea ni vizuri sisi tuanze kikao hichi, ili na sisi tuwatunuku wale mashujaa wetu. Lakini kabla hayo kwanza, kabla utakumbuka, kabla hujaanza hii pro, uh, process tumezungumza nawe kitambo ana kwa ana, ukikapo kisi uki yakuwa nijaribu kukupatia zile picha pengine na historia ya mipira siku zilizopita, uki, ukiwa na nia na madhumuni akuyaweka uyatie kwenye kumbukumbu ili tupate vitu vya kukumbuka kwa siku zijazo kwetu sisi na vijaji ambazo vinakuja, ambayo ilikuwa ni nia nzuri, na umefanya bidii sana ukiwasiliana na wenzetu ambao wanaweza kuwa na information yote. That is good. Na nafikiria kutokana na hayo ukaja ukapata hii idea ya mashujaa, na hapa watu wanavyozungumza, kuna mambo matatu yamejitokeza. Kwanza, kuna hii habari uliokuwa nayo ambayo ni ya mashujaa ambayo ni kwa mimi, ni priority ni kitu cha kwanza. Pili, watu wazungumzia historia hii, ina maana ya kuwa ni vizuri haya kumbukumbu tuyaweke pamoja kwenye daftari, kama itawezekana kichapishwe kitabu, kwa sababu haya mambo yatapotea. Utaona watu wanajaribu kukumbuka, mengine pia wamesahau. very, very interesting things ambazo mengine amenipata mimi, nimeyaona haswa Eh, tukicheza na timu za Ulaya zile, mimi niko hapa ndio sekretari, ona Matiba tukimweka ndani, mimi ndio sekretari, na yaliyotokea kila timu iliyocheza na Mwenge ikiwa inafungiwa na sababu zilizotokea. Haya yote ni historia, kwa hivyo ni vizuri tuwe na kumbukumbu. La tatu, tutafanya nini kuyaregesha? Ndio sasa hapa hatuna viwanja na siasa nini, kwa hivyo ni ajenda, kwa hivyo mimi ningependekeza, wajua, we don't live in the past, lakini the past ni vizuri kuwa nayo, kwa sababu inakukumbusha umetoka wapi, ujue uliko, na ujue waenda wapi. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo ni muhimu sana, lakini tutafute namna ya ku approach hii idea ya mashujaa. Ni muhimu, tuko Januari na Novemba, ikifika Oktoba watatunukiwa mashujaa wa Kenya. Je, sisi tumefika wapi? Ulianza haya maneno, tumezungumza sana na yamezaa mengi, watu wakasahau ya kuwa la muhimu. Kwanza tujue hii ajenda ya mashujaa tutaapproach namna gani? Mimi nakubaliana na, na wewe ya kuwa inafaa tuunde jopo na tuwe na wazee ambao wanaheshimika na, na wana time, wajua. Sasa kitu muhimu, sasa watu waenda bipia kutafuta na wazee hao nawafikiria pia, wazee hawako tena bwana. Wewe unaweza kuona mwenzako hayuko, lakini nikienda kumuona umetomsikitikia mpaka uulize wengine, washaondoka sasa nikupata. Si lazima wazee, kuna na vijana ambao wanaweza kuchangia, ikiwezekana wajumuishwe, tuwe na kamati, tuwe na watu kama coach Gheri, bado yuko, Muidini yuko, tuwe na watu ambao wa this, this should not be a very big committee, lakini wawe ni watu trusted ili tuweze kutembea tutafute namna ya kutayarisha hii siku ya mashujaa ikija. We don't have to, to, to recognize everybody. Let us begin. Hata kama Tanzania watu hamsini lakini itakuwa si tumefanya. Mimi nakubaliana na wewe ya kuwa inataka na sisi tuwe na watu ambao wezuwapiki hawa masponsors wetu, na masponsors will only sponsor those who are trusted. Wajua neno Kiswahili ina maana tofauti, ukizungumza Swahili Mombasa au Kenya, au Mswahili aliko Tanzania. Tanzania, Mswahili ni Mwafrika, mtu mweusi ni Mswahili. Lakini hapa kwetu Mswahili, hata ukawa ni Mjaluo, ukawa ni Mluya, ukiwa na ukishaitwa Swahili wewe ushatua kwenye kikundi cha watu ambao kwanza hawaaminiki, wakisema hawayatimizi, watu ambao ni waongo. Ushaona, sifa kama hii ni sifa ambayo ni mbovu, na sisi tuyabadilishe ile sifa, tuweze kuwa watu ambao wakisema wanaweza wakatenda. Let us do this in a small scale, not a big scale, an experiment. Tuwe na target, lakini ni muhimu kwanza tupate hiyo timu. Hiyo timu haiko. Watu sasa wazungumza sana eh, na maneno yaliyo na maana. Tumekuwa na wachezaji hapa kina Bizi Mwakolo kama Magogo. Ushaona, na wengine wakiona mbele ya haki akina Mahmud Abbas bado, wako wengine waliwaona, wengine hawakuwaona. Kwa hivyo hii pia ni muhimu, na watu kama hawa ambao wanaweza kuchangia, tuwalete karibu, ili tu tutengeneze hiyo kamati. Hiyo kamati ni muhimu, na kwa hakika wewe unaelewa mazingira tunayoishi na mambo tunapitia huku, kuna mambo mengine yanakuwa ni magumu sana mpaka iwe wanasiasa hawa wamekuwa involved. Hawa ni watu ambao ni very destructive, ni ndugu zetu, lakini wana shida. Wakiona kitu kinafanyika ambacho hakina faida na yeye haoni kura hata mmoja ndani, atakuwa si mtu wa kusaidia. Lakini ni muhimu tuwajumuishe, it is important, wale ambao wanaweza kutusaidia. Hata tukizunguka, tunataka kutafuta misaada hiyo, we have to involve some of these MPs tuna MPs, young MPs, kama huyo MP wetu Machele, tunaweza kuma approach na makansi ya walioko, tuzungumza nao, tuambie ile objective tulionayo, wasione hizi kila kitu kikifanywa na hisabu ndani kuna kura ngapi. Tujaribu wa convince ya kuwa this also good for the future of our community. Kwa hivyo mimi nafikiria, nikipata nafasi inshallah, tutakuja kuzungumza na nitachukua uh, the lead Hivi tushazungumza, nitajaribu kuzungumza na, na na na, coach Bagazal is a very active somebody who can be trusted. Na na akisema, is a go getter, najua na hakika anaweza kafanya. Alimbarak yuko, japokuwa tunachoka choka, lakini ni mtu ambaye eh, na commitment yake, anaweza we can get support from these people. Tusifanye hii kitu iwe ni individual, ita benefit mtu mtu, akaona atamfaidi mtu. This is our thing, kwa hivyo lazima tufanye, tusidanganyane bwana. Sisi hatutoishi tena. Waliokuwako hawako, wako wapi? Waliokuwako hawako, wamekwenda, na sisi tutakwenda. Kwa hivyo, what are we going to leave for our people? Kwa hivyo, tujitokeze tufanye hii kazi, tutafute time. Mwajua hakuna mtu ambaye ana time, you have to sacrifice your time. Ikiwa wewe utasema mimi na kazi mpaka jioni, sipate nafasi, hutofanya kitu. Hiyo leo jioni yako, sema leo mimi nachukua hii 1 hour, na mgonjwa siplani na kumtizama na ndugu yangu, sijampitia hapa wale ya KFM kati iliochaguliwaambayo tumepata vijana wetu hawa, pia tujaribu kuwajumuisha katika hii mambo. Haya ni mambo inahusu watu wengi, na tukifaulu hapa inshallah kutafuta Mombasa iliyokuwa kukuregesha itakuwa ni rahisi. When you have one voice, even those who are opposing cannot stop on your way. Hatujataka kuwa na viwanja. This is what I can say. We have not wanted to have hatujakuwa serious ya kuwa tunataka viwanja. If you are serious kama wengine wanakuwa serious, my friend, stadium ya Mombasa utaiona na utaona viwanja vingine. Why should Nairobi have four, five international stadium na bado yajengwa nyingine kule Eh? na siku zote tunajua historia ya Kenya mpira ikichezwa wapi ni jambo la kusikitisha sana kwa hivyo my brother nitakuacha na haya na tukipata nafasi inshallah tazungumza zaidi kama nilivyokuahidi tuweke kitu chetu pamoja hii mambo ya Oktoba hii siku ya kupeana mashujaa we have to make sure tumetoa zawadi hata kama ni kwa mtu mmoja wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh